Na mtazamaji wa Faida Online TV, habari za asubuhi ya leo. Ni safari ya mwisho ya ndugu zetu ambao wamefariki dunia siku ya jana uh, usiku majira saa moja saa mbili usiku hivi, kutoka kwenye kijiji hiki cha Mtegu ambacho kinapatikana kwenye uh, mkoa wa Lindi mara baada ya kuweza kugongwa na gari magari ambayo yanasafirisha makaa ya mawe uh, usiku huo wakiwa kwenye shughuli zao za hapa na pale. Tumefika hapa Mtegu, Faida Online TV watu wa field mapema kwa ajili ya kuweza kukujulisha kile ambacho kinaendelea. Tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Mwenyezi Mungu aziweke roho za marehemu mahala pema peponi amin. Tukawasikilize baadhi ya watu ambao tumezungumza nao kutoka hapa, wakielezea chanzo cha tukio na namna wao walivyoshuhudia. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, tafadhali endelea kubaki nasi. Jina langu Juma Ali Said Mangowela. Ni mkazi wa wapi? Ni mkazi wa Mtegu. Tuambie ajali hii ilikuwaje? Ajali ilikuwa gari inatokea upande wa Kilimani, ikabidi imefika pale kwenye mti pale pale kwa ndugu yangu Juma Salumu Ali Said Mangowela, wakati gari inakuja, yeye akimbie kumbe, jakusomba akafa hapo hapo pamoja na babangu mdogo Mshante Said Mangowela, alikuja kununua mahitaji pagengeni. Sasa alisauda yake dukani alipokuja tena, na na gari ikasomba moja, akafa hapo hapo na mpangu mwenye genge pale. Majeruhi yuko hospitali mili. Wote ambao wamefariki inazikwa leo, yote minne yote, yote nazia leo minne. Mmoja aa na mmoja njoo bado naza saa nne kwa yote inachukua leo. Pole sana, asante sana. Naitwa Sharifa Bakari. Na Kante Gulindi hapa aliwakuta vijana wadhee wawili, ndio ikaanza kukona ile gari ikawakusanya wale vijana wadhee wale. Basi kuna mama nani, dada yangu mimi, ndio alikuwa anatokea huko anakuja hapa ofisi yake, alichukua chenga alikuja alikuwa anakuja kutafuna naye, alipofika hapa ikwepa ile gari, gari gari ika nini, ikagonga. Kuna ndugu yangu alishakatisha barabara tayari, yakawa ameitwa na mama yake mzazi, afu kuna mtoto ndo akawa anamwambia shangaa, dada shangaa, shanga anakuita. Sasa kitendo cha kutovua barabara kuja huku ndo ikawa imekusanya ile gari, akimbia gari, gari inakuwa ikawa inamfuata huko huko, ikagonga. mimi naitwa Bwana Ntambu yangu mkazi wa hapa Mtegu, Mzee. Mm. uh -huh. Wakati ajali hii inatokea ulikuwa uko wapi? Ah, mimi wakati nitokea ajali hii nitokea iliko huko ilikotokea. Yeah. mpaka nifika hapa. Mimi nilikuwa nyuma kule. Basi ajali hii mimi kule imetokea niko nyuma ya huku sielewi. Eh. Mm. Hey. Kwa hiyo gari lilivyokuja kusimama ni karibu ama mbele ya nyumba yako? nyumba yangu ile pale. Kwa hiyo kama ingekuwa imeendelea tena hapa ingekuta yeah, mpaka hey. nyumba. Ah kabisa. Hey. Hey. Wewe kama mzee umepokea ajali hii? Mimi ajali hii nimepokea kwamba gari huyu dereva nasikia ilimshinda huko juu, basi ndi moja kwa moja kufika pale mwa arobaini pale ikapita na somba watu. kwa jina naitwa Mwajuma Abdala Majugwa kutoka kijiji cha Mtegu. Tusimulie, tumeona hapa nyumbani kwako gari ndio imepita hapa e, baada ya kutokea ajali hii. Ilikuwa mimi nilikuwa napata nazi hapo, na huyo mwanangu alikuwa ndani humo, alikuwa anapika. Kwa hiyo baadaye nikasikia mvumo, ni kama nyumba inaungua moto. Nikamwambia, kwa nuko kuna nini? Nikaja nyuka, ndo naisikia gari inakuja, nikamwambia sala hilo gari. Kwa hiyo kabla sijamaliza muongezi gari lishapita tayari.

Kwa hiyo alivyosikia ile gari kawa ananyanyuka ili aikimbie, alikokimbilia ndoko kuna kuelekea gari. Kwa hiyo wote kawa wameburuzwa kwa pamoja. hapa kwa kwa athari gani imetokea? Hapa ni nyumba tu hiyo, na jirani yangu kondoo amegongwa. E, mm. Sawa, una ushauri wowote katika ambacho kimetokea? Ushauri wangu na ushauri tu, madereva waufia uhai wao na wauhai wa wenzao. Kwa jina linaitwa Salha Falhani, unakaa hapo? Ndiyo. Mtu, simulia wakati gari inapita kwenye ile banda, wakati wewe ukiwa ndani ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa ninapika. Na ulihisi kwamba kuna kitu kinakuja? Ndiyo. Ukafanyaje? Nikakaa tu sina nguvu, nimekaa tu bandani na gari lilipopita. Haikupita upande wako? Eh lakini uliona kabisa bando linabomolewa lina, lina ndio, yakanipiga piga madongo. Kwa hiyo kuna sema yote nauma kwa sasa? Hapana. Pole sana. Haya, mimi naitwa Nayaula, piga picha kama navyontambua watu wengi, ni mkazi wa madango, mkoa wa Lindi. Hem, tuambie wakati ajali hii inatokea, i, i inutu, ulikokuwa mimi nikuwepo Madangwa katika maeneo ya panga tena ambako gari ili, ilitokea ili, ili, Lindi wakati inakuja Kumtwara, wakati gari nakatisha pale tukaona kabisa kwamba iye gari nah. ile speed nayeenda sio ya kawaida, aipita mwendo kasi sana, aipita mwendo kasi. Labda pengine kiutaalamu kuhusu madereva kuna vitu viferi hapo, sina uhakika, lakini kulingana na jinsi gari lilivyopita ipita mwendo kasi kwa kweli. E, kwa jina naitwa Mfaume Selemani Mangamba, mwenyekiti wa kijiji cha Mtegu. Mzee, tukio limetokea hapa, hatua gani zimechukuliwa mpaka sasa? Tulianza kuwasiliana katika uongozi wa kata kata, akaja mtenda, mtendaji wa kata. Alipofika hapa alifanya mawasiliano moja kwa moja na ngazi za juu, kituo na polisi, ambao baada ya kupata taarifa hii kwa kweli hawakuchukua muda mrefu, wakafika katika eneo la tukio. Okay. Kwa hiyo tulishirikiana nao tangia mwanzo mpaka hatua ambazo wao walitoa ruksa wa ndugu wa marehemu waweze kuwachukua ndugu zao kwa niaba ya madishi. Jina langu naitwa Mohamed Hassan Mtumbwi, diwani wa Kata ya Sudi. Mheshimiwa Diwani, mapokeaje hiki ambacho kimetokea? Hiki nimepokea kwa masikitiko makubwa kwa sababu ni raia wangu kupoteza uhai, walikuwa na ndoto zao za maisha, lakini jana kwa ajali wamekatisha ndoto zao, kwa hiyo nimejisikia huzuni sana. Na, kwa namna mlivyoangalia kwa harakaharaka haraka. Chanzo hasa ni nini? Chanzo ni madereva kuto kuzingatia sheria za barabarani. Inaonyesha huyu bwana alikotoka huko, sijui ni uchovu, si kwa sababu mpaka anaacha njia kwenda upande mwingine. Mawili inawezekana huyu alisinzia, na kawaida ya hapa, hapa huu mlima kuna utembeaji wanaotembea madereva, ambao inatakiwa ili jambo li, liangaliwe kwa jicho pana yaani wakitoka wakitoka huko wanakotoka hapa mlimani, magari yanatembea kasi na wanajua kabisa hapa pana kijiji, na tumepoteza watu wetu wanne na majeruhi ambao walikuwa wanne, na shukuru watatu wameruhusiwa jana, ila mmoja bado yuko hospitali kwa matibabu zaidi. Na mtazamaji wa Faida Online TV, kama ulivyosikia baadhi ya watu ambao tumezungumza nao kutokea hapa Mtegu, na hapa nilivyosimama nyuma yangu ndivo gari lilivyotoka uelekeo huu Lindi na kuja kupita moja kwa moja kwenye nyumba hii na ikapita kwenye banda hili ambalo kulikuwa na mfanyabiashara yuko hapo ndani, lakini pia ikaja ikalima eh, kwenye nyumba hii na kuelekea huko kwenda kugonga zizi la ng'ombe na maeneo mengine. Faida Online TV, tumezungumza na kamanda wa polisi kutokea mkoani Lindi anathibitisha kutokea kwa tukio hili leo Ijumaa tarehe 27 mwezi wa sita mwaka 2025 majira ya saa moja na dakika ishirini usiku katika kijiji cha Mtengu, kata ya Sudi, tarafa ya Sudi, wilaya na mkoa wa Lindi, katika barabara kuu itokayo Mingoyo kuelekea Mtwara, gari namba T mia moja hamsini na saba EAV ikiwa na trela yake yenye namba T163 EAU ambalo likitokea mkoani Ruvuma kuelekea Mtwara, likiwa na mzigo wa makaa ya mawe, lilipofika maeneo haya ya Mtegu liliacha njia upande wa kulia mwa barabara, likafika mahali ambako kulikuwa na wananchi idadi yao zaidi ya kumi wakiwa wamekaa nje ya nyumba yao, na hapo jirani ya nyumba kulikuwa na kibanda cha biashara, likasababisha vifo kwa wananchi wanne. Na kati ya hao waliofariki, wanaume ni wawili na wanawake ni wawili. Lakini pia gari hili limesababisha majeruhi kwa wananchi wanne na kati ya hao wanaume ni wawili na wanawake ni wawili kati ya hao majeruhi wanne, watatu wametibiwa katika zahanati yetu ya Madangwa na wameruhusiwa, lakini majeruhi mmoja ambaye ni wa jinsia ya kike amepewa rufaa kwa ajili ya kutibiwa zaidi katika hospitali yetu ya Ligula iliyoko mkoani Mtwara. Dereva wa gari hili amekimbia baada ya kusababisha ajali hii na jeshi la polisi linaendelea kumtafuta popote alipo. Chanzo cha ajali mpaka sasa kinachunguzwa, kwa sababu hatujapata taarifa na wala uchunguzi wa awali haujaanzisha auja, kuona kwamba ajali imesababishwa na nini, lakini tunadhani inaweza ikawa ni hitilafu kwenye gari au ni mteremko mkali ambao uko maeneo haya, lakini tutatoa taarifa zaidi eh, chanzo cha ajali hii ni nini. Jeshi la polisi linatoa wito kwa watumiaji wa barabara na hasa madereva kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria za usalama barabarani ili kuepusha madhara kwa wananchi kama haya yaliyotokea katika eneo letu la Mtegu. Baadhi ya watu ambao tuliozungumza nao katika siku ya leo, wengi wameshauri e, hawa madereva ambao wanaendesha vyombo vya moto waweze kuwa makini zaidi, kwa sababu ukiwa unatokea Lindi kuja Mtwara, ukiwa unaingia kwenye kijiji cha Mtegu na kutana na mteremko ambao umekaa hovyo, umekaa vibaya sana. Kwa hiyo wanashauri waweze kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kuhakikisha kwamba wanavuka salama katika eneo hili. Sisi tumefika hapa kama Faida Online TV, watu wa field kwa ajili ya kuweza kukuandalia taarifa hii uweze kujua kile ambacho kimetokea. mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karimu Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe uko like na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajaun. Mwenyezi Mungu aziweke roho za marehemu wote mahala pema peponi, amen.